Nikufundishe jinsi ya kufunga lemba hili lakini pia uniambie ni changamoto gani ambao unapitia hasa ukiwa unajifunza kufunga lemba. Nitakwenda kukufundisha njia rahisi. Cha kwanza, itabidi uwe na vitambaa vidogo vidogo. kwa mfano mimi hapa nafunga hizi zigzag. nina kitambaa hichi ambacho ni kama chekundu, ni kidogo, ni itanisaidia hata nikifunga lemba langu mimi halifunguki. Najua moja kati ya changamoto kuna wale ambao unamfunga mteja lemba alafu Akienda simu zinaanza kuita. Umeona kitambaa canu kilivyokuwa kidogo. Kwa hichi nina uwezo wa kukikaza ninavyotaka ninavyotaka na kukibana ninavyotaka. Upande huu ambao nimeuacha wazi nitakwenda kutumia kitambaa hichi kingine ambacho pia ni kidogo vile vile. Ukitumia vitambaa vidogo vidogo hivi hutowahi kumteja kufunguka lemba lake, au yani, au kukaa vibaya, utakuwa na uwezo wa kulibalance vizuri. Usichukue kitambaa sijui mita tatu njima ukaenda ukaipachika kichwani kama unataka mwonekano ambao huu ambao mimi ninakufundisha. Jina langu ni Farida Othman na karibuni sana Farida Beauty Academy. Tunafundisha mambo yote ya saluni, yani saluni kwa ujumla, iwe ni kusuka, kupamba maharusi, kufunga malemba, vikorokoro vyote vinavyohusiana na saluni, kufanya facial, vitu vyote, kutengeneza kucha. Karibuni sana. ada zetu ni, sana, ni kwanzia laki tatu kwa miezi mitatu lakini pia mpaka shilingi laki sita. Namba ni hizo ambazo naona kwenye screen sasa. Kuna wale ambao najua mtaenda kufunga haya malemba yenu na mtahitaji kupata marekebisho, si ndio? Hivyo kujiunga kwenye magrupu yetu itakuwa ni bure na nitakwenda kurekebisha bure kabisa, lakini unachotakiwa no kufanya, ingia YouTube tafuta Farida Othman. kisha gusa batane nyekundu iliyoandikwa subscribe, kama bado hujasubscribe channel yangu ya YouTube. Baada hapo nitumie screenshot kwenye namba ambayo unaona kwenye screen, sawa sawa? Kama umenosi kwamba kwenye hivi vitambaa nilikuwa na vitambaa viwili ambavyo ni vyekundu, alafu hii rangi nyingine ni kama kwenye pich, viko pia viwili, na vyote nimevikata vidogo vidogo. Kwa hiyo una uwezo wa kununua aidha kitambaa robo mita ukakikata hata mara nne, yani usitumie kitambaa chote kichwani. Kwanza kitakuchosha wewe mfungaji, utamchosha mteja wako, lakini pia lemba lako halitokaza vizuri upande wa juu. Sasa ile ule muonekano wa mwishoni, angalia, je, wewe unataka kilemba cha rangi gani? Kama ni hii pitch, na maana ile ya mwishoni pitch itakuwa pia kitambaa, utafunga kile cha pitch. kama ni red, kama mimi kitakuwa cha red. Una uwezo wa kufunga fundo au hata ukashona lemba lako. Uwe makini jamani, usije ukachanganya sikio la mteja <laughs> na kitambaa. Kama unahisi uoga kwenye kushona, it's okay, una uwezo wa kutumia hata fundo tu kawaida, kwa sababu tayari tumeshatumia vitambaa vidogo vidogo kwa lemba letu. Litajaa kama hivi, mapindo ninavyopandisha kwa juu hapa. Jamani, kuna sometimes, sio so lazima kila siku kwenye sherehe umevaa maleswig umesuka. Kuna siku nyingine, hebu jaribu kuonekana tofauti, hebu jaribu kufunga lemba, uone unavyopendeza kama huyu dada. Umeona final touch. Asante na endelea kujifunza nasi. Mimi ni Farida Othman. bye bye.